Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda amewaaga vijana 16 watakaokwenda kusoma masomo ya sayansi na teknolojia katika chuo kikuu cha Johannesburg, Afrika Kusini, kupitia mpango wa Samia Scholarship Extended. Akizungumza leo Januari 30, 2026, jijini Dar es Salaam, katika hafla hiyo Profesa Mkenda amesisitiza kuwa mpango huo ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ya kuongeza idadi ya wataalamu wa sayansi na teknolojia nchini hususan katika nyanja ya data akili unde na sayansi shirikishi. Profesa Mkenda amesema kuwa wanufaika wote hamsini wa mpango huo wanatoka shule mbalimbali zikiwemo za kata, serikali na binafsi, jambo linaloonyesha kuwa fursa hiyo itatolewa kwa wote wenye uwezo bila kujali asili ya shule au familia. Tunafurahi kwamba wanafunzi hawa hamsini ambao walifanya vizuri kuliko wenzao wanatoka katika shule za aina mbalimbali. Wawili kati yao chimbuko lao ni sekondari za kata, sekondari ya Magamba na sekondari ya Sengerema. Wako wengine wametoka shule binafsi, hawabaguliwi kilichohitajika ni ufaulu wako darasani. Kijana mmoja amesema it's merit based. Nadhani katika hamsini, ishirini wametoka sekondari za serikali, thelathini sekondari binafsi. Wote hao ni wa Tanzania, tunahitaji kutumia uwezo wao kwa ajili ya maendeleo ya nchi yao. Lakini nachofurahi sana ni kwamba mpaka wawili waliotoka sekondari za kata wameweza kupitia mchujo huu inatutia moyo na shule nyingine zote kwamba inawezekana, na muhimu kuliko yote katika utaratibu huu tunapeleka watoto kwenda kusoma nje baada ya kidato cha sita, wengine ni watoto wa wakulima, watoto wa wafugaji na watoto wengine, hata kama familia zao zina uwezo mkubwa sana. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH Dkt. Amos Nungu amesema Costech kwa niaba ya serikali itaendelea kutoa usimamizi na kusimamia ufadhili huo ili kuhakikisha masomo ya vijana hawa yanaendelea vizuri. Niseme kwamba Costech tutaendelea kuwa mshirika. Vijana wote kumi na sita tumesaini mkataba tayari kati ya sisi na nyie kaapokaya kusini, tutaendelea kwa niaba ya serikali kutoa usimamizi huo na ufadhili kuhakikisha kama masomo yao yanaenda vizuri lakini kwa ukubwa zaidi nishukuru wizara yetu ya sayansi na ubunifu kwa kutuendelea kwanza, kutuamini kutusimamia kwa miongozo katika kuhakikisha hili. Lakini kubwa zaidi, kama nilivyosema, tunafanya kazi kwa niaba ya wizara. Wizara walituamini wakasema, hii programu ni sehemu ya kuhamasisha au kuchochea maendeleo ya sayansi na ubunifu. Kwa hiyo COSTECH tunapa dhamana kusimamia. Kwa ni heshima kubwa kati mkuu, mheshimiwa waziri, tunashukuru kwa imani hiyo. Wakizungumza kwa niaba ya wanafunzi waliopata ufadhili wa kwenda kusoma katika chuo kikuu cha Johannesburg, Afrika Kusini, katika nyanja mbalimbali mbali za sayansi, Malaika na Simon wametoa wito kwa wanafunzi wengine kuchagua masomo ya sayansi ili kuongeza idadi ya wataalamu katika sekta hiyo. Tunajua kwamba taifa limetuamini na tuna matarajio makubwa sana tunapoenda huko nje, in South Africa and worldwide kwa ujumla, popote tutakapoenda, kuwa sisi tutaenda kuwa bora, kwa sababu tunaamini tunapoenda huko tutaenda kusema kwa bidii, tutaenda kupata uzoefu na kutengeneza uhusiano wa imara na kampuni na watu influential duniani kote, na sisi tutakuwa sehemu ya kutimiza malengo ya dira ya Tanzania 2050. Nawasi uh, vijana wote ambao mpo mashuleni mnasoma, hizi nafasi kama alivyosema awali professor Adolf Mkenda kwamba hizi nafasi ni merit basis, kwa maana ya matokeo yako ndiyo yatakufikisha mahali ambapo unataka. Na... So, au naweza nikasema, kwa hiyo nawasii wadogo zangu mchukue science ili mweze mkapata fursa hizi nanyiye mkaongeze ujuzi katika utaalam wa tehama na teknolojia katika nchi hii. Profesa Mkenda ameongeza kuwa baada ya kundi hilo la kwanza la wanafunzi kumi na sita, serikali imejipanga kupeleka wanafunzi wengine 34 katika vyuo vya kimataifa vilivyoko Ireland. Mpango wa Samia Scholarship Extended unalenga kutoa fursa kwa wanafunzi bora wa Kitanzania wanaopata ufaulu wa juu katika kidato cha sita, hususan katika masomo ya sayansi ikiwemo Advanced Mathematics.